abaaabuaae kiapo cha uaminifu na ahadi ya uzalendo kwa wabunge. Akiapa Nassirya, mbunge wa Viti Maalum kwa watu wenye ulemavu kutoka Zanzibar. Lakini swali ni kwamba atawezaje kushiriki shughuli za bunge? Kuna TV pale ndani ya bunge na kuna mkalimani, kwa hiyo anategemea pia kuangalia pale juu mkalimani anachotafsiri. Nassirya anaomba kanuni zirekebishwe, kwani yeye anakuwa mbunge wa kwanza kiziwi kuwakilisha bungeni. Haijawahi kutokea mbunge kiziwi, ni mara ya kwanza tangu uhuru, kwa hiyo lazima warekebishe kanuni ili mimi niweze kuwasilisha hoja, kuuliza maswali na mengineyo. Baada ya hii shughuli ya uapisho kuisha, tutafata taratibu zingine na miongozo ambayo ipo ndani ya Bunge. Anaamini Bunge litaweka utaratibu na miongozo kwa ajili yake, huku akihitaji mkalimani wa lugha ya alama. Mkalimani wa lugha ya alama, basi ndicho ninachokihitaji. Ha, mimi kiziwi natumia mkalimani hivyo, bila mkalimani nakwama kwenye suala zima la mawasiliano. Ni muhimu kupata mkalimani. Jengo hili la Bunge ndio eneo ambalo mbunge wa viti maalum Nassirya Nassir Alli atatekeleza majukumu yake ya kibunge kwa muda wa miaka mitano. George Mbara, Azam News.